Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hassan amekiagiza Chama cha Mapinduzi kupitia kamati ya kuchuja wagombea wa nafasi mbalimbali katika uchaguzi Mkuu ujao kuhakikisha wanateua watu wanaoweza kufanya kazi ya kuimarisha ustawi wa watu na Taifa kwa ujumla. Dkt Samia amebainisha hayo wakati akifunga Mkutano Mkuu wa siku mbili wa Chama cha Mapinduzi Taifa, jijini Dodoma, akimwagiza pia Katibu Mkuu wa CCM Balozi Dkt Emmanuel Nchimbi, kufikia tarehe Mosi Juni,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 Kwa hiyo, kwa vovote vile tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oyee! Wajua kule Zanzibar.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 tukachuje tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu, tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi e. Watanzania tumaini lao kubwa ni kukiona chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwa imara, na sisi tuko imara. CCM imeundwa katika misingi ya uadilifu, siwezi nikakataa e, miongoni mwetu wanaweza wakatokea watu ambao sio, lakini nataka nikwambie chujio la Chama cha Mapinduzi na macho ya Chama cha Mapinduzi ni macho makubwa sana na ni chujio kubwa sana. Wamejitokeza watu kwa mfano, Rais amezungumza pale, wanakwenda huko majimboni wanasema wametumwa na rais. E, huyu sijui hatakiwi, huyu anatakiwa, wanatengeneza labda mpasuko wa aina fulani hivyo katika hali kama hiyo tayari e, rais ameusia ame ame kwamba e, tusikubali kubab, kub, kub, kupasuana ndani ya chama, tusikubali maneno ambayo hayatoki kwa viongozi. Na rais amesema kama anakutaka anazo nafasi zake kumi hata kuchagua katika hilo, na sisi tunaokwenda huko majimboni twende e, tukiwa wanachama mikono safi tuangalie eh, matakwa ya kichama yanasema nini. Tusicheze rafu, tuheshimu mfumo wa jinsi ya kuweza kuchuja watu wale ambao chama kitaona hawa wanafaa kwenda kutumika, waweze kupewa nafasi ya kwenda kutumika kwa wananchi. Hatutafuti nafasi hizi kwa ajili ya kupanua mabega. Lazima uwe umetekeleza, lazima uwe tekeleza. Kwa mfano kama wewe ulikuwa ni diwani katika eneo lako, basi uangalie katika kile kipindi wewe uko diwani umetekeleza namna gani, ili sasa ukitoka kwenye kata moja uweze ukapanda kwenye kata kumi, kwamba kumbe kweli huyu ana nguvu na uwezo wa kwenda kufanya kazi. Sasa wewe pengine una kata moja, lakini hata hiyo kata moja umeshindwa kuweza kuifanyia kazi, unawezaje kwenda kwenye kata kumi? Yaani mfano wake ndio huo, hivyo tunatarajia watajitokeza wana CCM wasafi. Uwanja uko wazi e, watu kwenda kwenda kugombea. Na mimi naweza nikawambia kwamba kwa ilani hii ambayo imetangazwa leo, hakika Tanzania ya miaka mitano nyingine inayokuja inaendelea itakwenda kuifanya Tanzania iweze kuwa na maendeleo makubwa, maendeleo ya watu, watu wenyewe, kipato cha watu, kama ulivyosikia Rais ameongeza mishahara kima cha chini asilimia 35.1 moja wameongezewa, huo ni mjazo mkubwa sana katika fedha nchini. Maana yake ni kwamba e, manunuzi, uuzaji, hali itakwenda kuboreka zaidi. Nachotaka kusema kwa upande wa ilani ya CCM, kwanza niipongeze kamati kuu inaongozwa na mwenyekiti wetu Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania kwa ujumla, nataka niwatie moyo na niwape hamasa waendelee kuwa na furaha na amani, hasa kwa ilani hii ya CCM ambayo tunaenda kuitangaza. Ilani hii imejaa maendeleo kwa kila kona, wategemee maendeleo makubwa ambayo hayakuitegemea Watanzania wote kwa ujumla wameguswa na ilani hii kwenye nyanda, nyanja za kilimo, nyanja za wafanyabiashara kama mimi, lakini nyanja za wasomi na miundombinu kwa ujumla kila mkoa utaguswa na ilani hii ya CCM kwa umoja wetu wana CCM na Watanzania kwa ujumla, natamani niseme tuiunge mkono ilani hii ya CCM na tumpe kula kwa wingi Samia Suluhu Hassan aendelee kuwa rais ishirini na ishirini na tano mpaka ishirini na thelathini Ndugu wa Tanzania na wana CCM kwa ujumla, ilani hii haijabagua jinsia wala lika wala rangi, lakini vivyo hivyo ilani hii ya CCM haijabagua chama, kwani maendeleo hayana chama tutakapokuwa tumejengewa barabara, tutakapokuwa tumeletewa vyanzo vya maji, tutakapokuwa tumepewa mitaji ya kilimo, tutakapokuwa tumefunguliwa milango ya biashara, haitakuwa ni wana CCM pepe yake, ila ni Tanzania kwa ujumla. Niseme mitano tena kwa Samia Suluhu Hassan, asanteni sana. Chikumugo Foundation ndo mwenyekiti wa Chikumugo Foundation, na mkurugenzi wa Chikumugo Foundation. Katika hatua nyingine, Rais Samia amezielekeza kamati za siasa za CCM zenye majukumu ya kuchuja wagombea wa nafasi za ubunge na udiwani, kuhakikisha wanaondoa kwenye uchaguzi wanaodai kutumwa na viongozi wakuu wa chama hicho kwenda kuwania nafasi husika. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi media, bila kusahau kusubscribe, like, comment na share ili wa kwanza kupata taarifa zetu.